Wakati jua linapozama nyuma ya milima ya Afrika, kivuli kinatembea kimya kimya kwenye nyasi ndefu, naosikika hatua zake, lakini kila mnyama anahisi harufu ya yake, moyo wake udunda kwa uoga. Si mwingine bali ni chui, mfalme wa porini. Nayekuletea makala hii siku ya leo naitwa Majaliwa. Ni follow kwenye ukurasa wangu wa Instagram at Majaliwa tour safaris kwa ajili ya safari za kwenda porini. Chui ni mnyama mwenye heshima kubwa katika dunia ya wa wanyama. Anaishi maisha ya upweke, hapendi makundi kama vile simba, fisi. Yeye hapendi mambo makundi, bali chui anapenda utulivu aa, na anapenda usiku. Wakati mwingine anakuwa amelala tu mchana, anaanza kazi yake, na macho yake yanaangaza gizani, yakichunguza kila harakati. Kila mwendo kwake ni hesabu. Ah, chui ana ngozi ya, ya kipekee yenye madoa meupe na meusi kama michoro ya asili ili kumsaidia kujificha iwe kwenye matawi ya miti au majani yaliyokauka. Ah, ni kama kivuli kinachobadilika kuwa hatari. Wanyama wengi hawajui kama yupo hadi wanapohisi makucha makali nyuma yao. Yani chui akisha kugusa hapo, ndo lazima ujue kwamba yupo katika mazingira hayo. Uh, chui ana nguvu sana. Usidanganyike na utulivu wa chui. Chui ana nguvu ya ajabu, anaweza kubeba mzoga wenye ukubwa kuliko hata yeye juu ya mti, umbali wa mita kadhaa bila msaada. Anapofanya hivyo nasema, ni kama anasema hapa juu ni eneo langu na hakuna yeyote wa kunipokonya. Chui anaweza kuishi karibu kila mahali, misitu minene, milima, savana na hata jangwa anajua kubadilika kulingana na mazingira. Ndiyo maana amesambaa sehemu nyingi zaidi duniani, kuanzia Afrika Afrika Mashariki hadi Asia Kusini. Hapa Tanzania unaweza kumkuta maeneo kama hifadhi ya Serengeti, Mikumi, Katavi, Ruaha na maeneo mengine mengi. Na tabia zake kiujumla, chui ni mnyama wa usiku, ni nocturnal. Kifupi, nocturnal ni wanyama ambao wanakuwa active wakati wa usiku, na mchana wanakuwa wamelala wame tu, ila usiku ndo shughuli zao zinaanza. Wakati wanyama wengine wamelala, yeye huamka wa anapenda kutembea peke yake, na ana eneo lake territory analolilinda kwa alama za mkojo na mikwaruzo ya miti. Anapenda sana kukaa juu ya miti akiangalia dunia yake kwa utulivu zaidi bila kuhitaji usumbufu wa aina yoyote. Chui ni mwindaji wa asili, huinda kimya kimya Um, akikaribia taratibu hadi umbali wa mita chache, kisha naruka kwa kasi kubwa na shambulio lake huwa la haraka sahihi. Um, hula paa, tumbili, ndege, sungura na wakati mwingine hata wanyama wakubwa kama vile swala, nyumbu, mm. Na hata binadamu akijichanganya anaweza akaenda kakufanya kile mbaya sana. Chui jike hujifiche sehemu salama kujifungua watoto wawili hadi wanne. Watoto hao wadogo huishi kwenye mapango au vichaka, wakijifunza kuishi pole pole. Mama yao huwafundisha uwindaji, uvumilivu na heshima ya pori. Baada ya miezi kumi na nane hadi ishirini na nne, vijana huanza maisha ya peke yao. Safari mpya ya mfalme mchanga, kimya kimya. Nataka kwanza nikumbie kwa nini chui chui ni ni ni peke yake solitary solitary, wanyama ambao ni mnyama ambaye ni mbinafsi, anaishi peke yake, na ukiwakuta wako wawili basi wapo katika kile kipindi cha mating, yani jike na dume, au ni mabachela madume ndo bado wametoka kuachana na mama yao, kwa yatakaa pamoja kwa wiki kadhaa na then uh, wataachana baada ya kila mmoja kuona kwamba anatosha kujisimamia. Ingawa chui ni mnyama hatari, ana maadui wachache aa, kama vile simba na fisi wanaweza kumvamia na kuibia mawindo yake. Lakini chui ana akili, anaepuka mapigano kupanda juu ya mti kusubiri hata alipite kwanza. Chui ni miongoni mwa wanyama waelevu zaidi, anajua kupanga, kusubiri na kushambulia kwa wakati sahihi. Ndiyo siri ya kuendelea kuishi kwake kwa maelfu ya miaka. Chui anatufundisha kuwa nguvu halisi haiko kwenye makelele, bali kwenye utulivu, hekma na muda wa kuchukua hatua. Wakati mwingine kimya kina nguvu zaidi kuliko makelele ulikuwa kwenye